Kundi la uhifadhi wa mazingira ya fuo za kusini mwa Pwani limeshikilia kwamba marufuku ya ukataji wa miti ya mikoko bado ingalipo na watazidi kuitekeleza. Wakizungumza katika ufuo wa Majoreni kwenye zoezi la upanzi wa mikoko, wanachama wa kundi hilo kwa jina Pongwe Kidimo wanasema wamenufaika pakubwa kutokana na mikoko hiyo ikiwemo ongezeko la samaki. Hata kukiwa na upepo hata kukiwa na kimbunga hicho kimbunga, huku hakileti athari, kwa sababu kikitoka baharini kinakutana na mikoko pale katikati, ile presha na nguvu ya kuja juu ndio itoe mabati ya nyumba ile haipo. Kwa hivyo nyumba zetu huku hazi, hazihami mabati kwa sababu kuna, kuna kimbunga katika hii mikoko. Kuna hewa safi tunaipata katika vile, sisi tukipumua ile hewa chafu mikoko inatuletia hewa safi. mm -hmm. Alafu, pili kuna wakati tukiweka nasar, kuna wafadhili hutokeza kama mfano KPI vile walivyokuja wakinunua, huwa tunapata pesa tukiuza, kama vile zile pesa tunapata uh, tun, tunapata tunapelekea watoto shule, nyingine tunakula. Basi kama mwenyewe wataka kupeleka shambani, unapeleka ilipata mazao ya chakula kule juu.